Ili kuendelea kuimarisha utawala na usimamizi wa ardhi, serikali imeboresha sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 itakayosaidia kuboresha sekta hiyo muhimu kwa maendeleo ya nchi yetu. Ni matarajio yetu kuwa kila kipande cha ardhi nchini kitapimwa na kumilikishwa halali kwa shughuli za kiuchumi na kijamii ili kuondoa matumizi holela na kuondoa migogoro ya ardhi vilevile, tutaimarisha mamlaka za utatuzi wa migogoro hii na kuongeza matumizi ya tehama katika utoaji wa huduma. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Aprili 2025, jumla ya hatimiliki laki tatu hamsini na sita elfu mia sita arobaini na mbili zimesajiliwa. Hati za hakimiliki za kimila laki tatu kumi na nane elfu mia moja nane sitini na nane zimetolewa kwa wananchi na kukamilisha upimaji na uidhinishaji wa viwanja milioni moja laki nne ishirini na saba elfu na tano. Aidha, Serikali imeendelea kutumia mfumo wa kielektroniki kwa kwa mfumo wa kielektroniki wa ardhi katika kutoa hati miliki. Hatua hizo zimeimarisha usalama wa ardhi, utambuzi wa kisheria wa umiliki wa ardhi, kuondoa migogoro ya ardhi na kuongeza thamani na usalama wa ardhi yetu. Ili kuondoa migogoro ya ardhi, serikali inajipanga kuanzisha tume ya ardhi ili kuimarisha usimamizi wa ardhi nchini.